Halmashauri ya wilaya ya Iringa imewafukuza kazi wa watumishi watano kwa kukiuka taratibu za utumishi wa umma ikiwemo utoro uliokithiri kwenye vituo vyao vya kazi na kuwakosesha huduma wananchi. Akitangaza uamuzi huo, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Steven Muhapa amesema kuwa halmashauri yake haitavumilia watumishi wasiojituma na kufanya kazi kwa weledi kwa lengo la kuwasaidia wananchi kujiletea maendeleo. Taarifa zaidi na Irene Mwakalinga kutoka Iringa. Uamuzi huo ulifikiwa kwenye kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri, ambacho baadaye kilikaa kama kamati kujadili mashauri matano yaliyowahusu watumishi hao, wakiwemo watendaji watatu wa vijiji, mhudumu wa afya na dereva. Na hii ni kuijulisha halmashauri na watumishi wote wa nafasi zote, kwamba baraza popote litakapoona utendaji wa ovyo usiofaa katika halmashauri yetu, hautasita kuchukua hatua za haraka takavyoona lakini tuwape pole wale wahudumiwa ambao walipaswa kuhudumiwa na watu hao wameshindwa kuhudumiwa wananchi wetu. Mkurugenzi wa halmashauri hiyo Robert Masunya amesema kamati imejiridhisha na kuchukua uamuzi huo kwa watendaji makali msimtati Godi Kisinga na Joachim Kisinini wanne ni Godfrey Aldo Mwihava ambaye ni dereva kwa sababu ame bainika na kosa na tuma ya utoro na utoro wake umethibitika, naye amefukuzwa kazi. Watano ni Sakina Rashid msafiri ambaye ni mhudumu wa afya kwenye zahanati ya Ihomasa, naye kwa sababu ya utoro na kutowahudumia wananchi ambao walikuwa wagonjwa kwa kipindi chote cha utoro amefukuzwa kazi watumishi hawa watano waliotimuliwa wanaongeza idadi ya watumishi waliofukuzwa kazi kwa mwaka huu kufikia kumi na tatu baada ya wengine nane kufukuzwa kazi Julai mwaka huu kwa makosa mbalimbali. Katika hatua nyingine, baraza la watoto wa kata ya Mseke wilayani humo wametoa mchango wa shilingi elfu hamsini za kuwasaidia watoto wenzao waliokumbwa na maafa ya tetemeko la ardhi mkoa ni Kagera. Lile tetemeko limetugusa sana kuna watoto ambao wameathirika, wengine walikuwa wagonjwa, wamekosa sehemu ya kuishi. Kwa hiyo sisi kama baraza tukaamua tuka tutoe ushauri kwa mjumbi, kwa nani, mlezi wetu ili aweze kutangaza hilo kwa wajumbe wenzetu ili tuweze kuchanga. Sisi hapa tulijua kwamba na wenzetu huko na wenyewe pia watakuwa wapo katika mazingira hatarishi. Mchango wa watoto ukawahamasisha madiwani nao kuchangia shilingi laki nne na elfu sabini kuwasaidia waathirika wa tetemeko hilo huko Kagera. Irene Mwakalinga, TBC Iringa.